Laiti moyo ungekuwa na uwezo wa kusema, basi hakika mdomo ungekaa kimya, kwa sababu haya maneno unayoongea okay? yanatoka moyoni, isipokuwa mdomo unawasilisha tu. Kiukweli nimezunguka pande zote nne za dunia hmm? Sijawahi kukutana na mwanamke ambaye ameweza kuziteka hisia zangu ghafla mara tu baada ya kumuona zaidi ya basi macho aliona, moyo ka kuchagua, maana ndio maana sikuona sababu nyingine yoyote zaidi ya kukupenda, na mpaka leo navyoongea, nakupenda na nakuthamini na kujali, na narudia kauli hii kila siku kwako, nakupenda zaidi ya neno mapenzi. Umtima wangu ni wewe, hakuna mwingine. Akicheka na na hata tukiwa faragha chumbani, niseme nizime taa, rangi yako ni nuru, unaonekana kama. Kulikuwa kuna neno lingine lolote la kukusifia ambalo hata ningeuswa gharama, basi ningekuwa radhi nikope, ili mradi mm. kusifia <tipa> kifupi, yo ni zaidi ya mwanamke kwenye maisha yao Upendo wangu kwako ni mkubwa, pia unatambua na thamani yako kwako ni kubwa ithiri ya maji kwenye mwili wa binadamu, kuyo ni muhimu sana kwangu, nakupenda <laughs> na chengine nataka kukuambia, au rai yangu kwako kama utujali, lakini nahitaji humsaidii kiasi cha fedha kama shilingi elfu eh, sitini. Hiyo pesa nataka nichukue nimpeleke yule mwanamke wangu kliniki, kwa sababu tumbo lake limesha kukubwa na zidi sana kuchelewa bila kuanza kliniki. Uh, si vizuri na hata madokta wa harusi. Um, lazima tuende kliniki kujua afya ya mama na mtoto. Kwa hiyo sijaona mtu mwingine yoyote wa kuweza kunisaidia siaanwe anyway. Tafadhali nahitaji msaada wako wa dhati, kwa hiyo nisaidie

Slango, tamo, bumbu, mw, Shuna, tukamana, pele, kesi yangu eti kamhudumia mwanamke wako si ndio? Kama nakupenda kesi gani? Siwezi kufanya hicho kitu, siwezi shuka hivi kweli. Just imagine nakuja hapa nakuambia nini, eti nikupe steam kunipeleka mwanamke wako kwenye. Seriously, unajisikia nachokiongea? Shuka, unajielewa kweli? Hivi, ingekuwa ndio mimi

a na huyo mtoto mimi. mimi hiyo hmm. ni eh? kwa na mtoto ifaaato sasa, na nani sasa? Umesahau, sindio? Ulisahau kwamba mimi nilikuwa nikimuhudumia mwanamke wangu, lakini wakati huo nikuwa nafanya kazi na wewe, ndiye mbae, Ulinistopisha mimi kufanya kazi kwa sababu uivu wako tu. Sasa baada ya kuniambia niache kazi eh? Kwa hiyo nitaka mimi niache kazi ili nikuomba pesa eh? Nikikomba unyanyase, sivyo? Unaongelea maneno mabaya na kashfa, si ndio maana yake. nimekuelewa. sawa. nimekuelewa sana hmm? mimi nakuhudumia kitandani wewe na ndio shughuli ambayo wewe ulikuwa unaitaka Nakudumia ipo sawa, tena kuna muda niko radhi wewe ushinde magoli mengi kuliko mimi. Sasa leo nayanena haya, okay, acha akachwea. Thank you for your time, see you next time. what Mii sijamaanisha hicho kizungumza nilikuwa k i

Yeah. Okay, you may go. Yes, bro. Kuna jambo nilikwenda uh kuzungumza -huh. na wewe. Najua ni rafiki yangu sana. Yangu wa muda mrefu sana, kila kipindi tuko primary, mpaka sasa bado rafiki wetu unaendelea, na sio rafiki tu, ni ndugu sasa ha. Lakini kuna jambo moja kiukweli kabisa mimi lina lina ninyima kabisa amani, halafu sifurahishi nalo. Kitu gani kwangu mimi, ama inakuwa kuhusu mama yetu. Mama yetu mama yangu au mama yako? Mama yako, namaanisha amafanya nini tena? Unajua, mama yetu anatudhalilisha sana. Navungumia na naye njiani, anatembea na vitoto vidogo, yaani watoto ambao wa rika letu, sawa kwao rimezi. Mimi iki kitu kinaniumiza sana, tena zaidi ya sana kwa sababu wewe ndio mama wangu mimi. Kwa mimi binafsi, naumia sana juu ya hili, hadi unapofikia sasa mama mwenyewe kwenye tusi ndio umeamua mimi kunitukana, umeamua kumzalilisha mama yangu? Hapana Romeo, sijafikia mimi kumkosea heshima mama. Yani unafikia kumwambia mama yangu mimi anatembea na vijana wadogo wadogo, kweli? hadi unanitukana na mama yangu Romeo, Romeo. Hivyo unajisikiliza unachokizungumza? Dada, mimi siwezi nikakuvunjia heshima wewe na wala kumvunjia heshima mama. Lakini mimi naangalia kitu ambacho anachokifanya katika mtaa mzima wanamzungumzia vibaya. Anatembea na vitoto vidogo. Eh? Wewe huu ni jambo lile linatufaidhaisha hata sisi. Dada, na heshima sasa. Basi heshima ifuate mkondo wake. Please. Thomas. Unajua kwamba yule ni mzazi wetu. Yeye si mzazi wako, ni mzazi wangu mimi.

Na usije ukafanya au usije ukalifanya mimi nianze kukuchukia wewe. Nakushimu mama, nakushimu familia. Na kuomba heshima familia yako. Mheshimu mama wangu. Hivi mwanangu Anita Unapata wapi ujasiri wa kupigana na mamako mdogo? Eh? Mimi toka nimezaliwa sijai kupigana na mangu mdogo hata siku moja. Wewe ujasiri umeupata wapi au ndio umelisi huko kwenye familia babako? eti eh? Yaani familia zingine na najutatakuzaa nayo Kuafiwa hivyo? Mbona nakosa adabu wewe mtoto? Una shida gani? Eh? Sinakuuliza kuuliza wewe, una shida gani? Mpaka nafikia topi yana mama? Aku. Mama. Mama mdogo ndo kanianza huyo. Kanikuta hapa nimekaa naanza kuniongelesha. Kuni na mimi nimemjibu ndo kaanza kunipiga. Kwa mimi ni mwache. We, wewe mtoto acha unafiki wewe. Wewe si ndio unafika babani mwako wote mpaka na mama yako. Nimeishiwa sasa nakutana na wewe, si ndio? Mbona unasema kama sio wewe? Nini? Mama ni mwongo. Wewe unataka kunigombanisha eh, na mamangu si ndio? Unajua umemkosea mama yako. Siwezi. Sitokuja kuwa mwanangu, sina haja kuzaliwa na mama kama wewe. Ngoja tuone. Hivyo mwanangu, wanakuwa gawili? Mamangu si ndio wewe? Hivi leo nakisho nikifa utabaki na nani? Niwishe babangu. Angu unasemaje wewe? Niwishe babangu. Afuone kama kama zile sasa ntawafata

Unajua maamiso, nimeshakuwa mtu mzima. Nashukuru Mwenyezimungu, mama yangu nipata mimi ningali bado kijana na nguvu zako. Kwa hiyo jambo la kwanza kumshukuru nani? Mungu, ila kuna kitu kama mimi ambacho kinanikwaza sana ndani ya moyo wangu, yaani kinanikera na kinaniumiza. Unajua sometimes mimi nashinda hata kutoka nje, na kaa tu ndani movie na mimi

Mama, sio hivyo mama wangu, unaniuma nafsi, unaniuma kile ambacho kina mikera zaidi. Mama unatembea na watoto wadogo ili kalamu mimi kabisa, kitu ambacho kina mikera basi tafuta mwanaume ambaye mtu mzima na heshima zake, mama unaona kwamba ni mzuri. Eh, kwa nini hivi? Hao wanakucheka huko nje, wanajua kulako, wewe wacha kuleta kilomba ndani unakula bure Unaawa bule, unakuwa bule vyote ni dhidi yangu. Mimi kwa mtoto wangu, umeshaanza kuota mapembe siku hizi, tunapandana vichwani? Au mwanangu, umeanza kwenda kwa waganga? Waganga wako kakutuma? Sasa umekosa gia kuniambia, umeamua uzunguke kwamba kalala na mama wako utatimiza lengo lako, sindio? Mama kuzungumza neno hilo, mama kweli? <laughs> <laughs> <laughs>